Neni, kwa majina yangu naitwa Rehema Richard Mwaja ni mkazi wa Chodai. Kwanza kabisa niseme asante kwa kitia mbunge kufika mahali hapa, maana tangu tuanze kuchagua wabunge hakujawahi kumuona mtu amefika mapema kama wewe. Kwa hiyo pia uendelee kutusaidia hoja tulizonazo na changamoto tulizonazo, uendelee kutusaidia isiwe ni mwisho tu wa hapa, iwe ni mwisho hata kufika tena kusikia hoja zetu, tutakushukuru mbunge. Na pia tunasema endelea kuwa pamoja nasi katika kii chetu, utuangalie sisi wanyonge tunavyoendelea kunyang'anywa maeneo yetu. Nimenyang'anywa eneo baba, inafika ni, ni, mahali ambapo nikuandikia barua ya kufungwa kwa hiyo, kama tafungwa jamani, nifungwe bure bila sababu ya haki tu Eneo hili limekuwa na mgogoro na miaka sita, miaka sita anazunguka hapa jijini, uongozi wakati unajua viongozi wengi wanajua, wilayani imefika, tumepakatana mpaka na mapanga, yani bado eneo liko pale pale. Mwenyekiti wa kijiji akaamua pale kutoa eneo langu likalimwe bure. Nilipoongea nikaandikiwa barua nikafungwe nikaachia. Kwa hiyo mbunge, naomba usikilize hii hoja ukaifanyia kazi baba. Sasa alama zinaendelea kufutwa, uzio me umechomwa moto. Sasa kama imechomwa moto takiwa, yani alama ishe. Sasa kama na ng'ombe mbili, tazichungia watu siwezi nikaona tazichungia ndani ya nyumba hapana, ntazichungia pale pale tu mbugana. Mbunge naomba utusaidie, na chukua haya uyapeleke sehemu husika na mengine ayafanyia kazi, utusaidie na sisi oda iniga. Hii barabara mbunge inatugharimu hela sana, kwa sababu sisi sio wafanyabiashara, ni watu tu wa mitaani tani tu Ukikanyaga kwenye bodaboda unapea shilingi elfu tano elfu nne Sasa jamani, zile bajaji ya shilingi elfu moja moja hamna, tuletewe. Tumetoka na elfu tano elfu <laughs> nne, tuletewe bajaji ku <laughs> tunapata mpaka pale. elfu moja tutakuwa huru. elfu nne elfu tano ni hela <laughs> kubwa sana. Swala <laughs> <So> la pili ndugu <laughs> mheshimiwa <mo> mbunge <laughs> ndugu kabisa, nina eneo langu ambalo lina mgogoro wa miaka karibu sita. Mgogoro wa miaka sita, mpaka leo sijapata ufunguzi. Eneo langu limepewa mtu, anaendelea kulifanyia kazi. Siku moja nimefika ofisini, nikaambiwa, nina uwezo wa kukuandikia barua ukafungwe. Nilikimbia ofisi i ni. Sasa mbunge, kama umekuja siku hizi mnatufunga, mna tu ukiuliza haki yako unafungwa Nikaambiwa na mtu ndiye mlalamikia, nenda popote unakotaka. Siku moja ukisikia niko kwa waziri mkuu Dodoma usishangae, maana nimechoka. Nimefanya kesi mara ngapi hapa, nahangaikia haki yangu, naonekana mimi ni mbaya. Kwenye kata ya labda ya mkiwa choda hapa mimi ni mbaya, lakini ukiuliza haki yangu naonekana ni mbaya kwenye kiti hiki. Sasa tutapelekwa wapi? Mbunge, naomba unisikie na mimi pia, na mimi ni mwanadamu. Tumechoka, hata barabara zinafanywa para kwenye eneo la mtu, ukiongea, unapelekwa kituoni, huna haki wewe. Ukifika mtu anakuchomeka kwenye maneno mambayo hujayaongea, na unaendelea kunyanyasika, ufanye nini? Mwisho mbunge, kudai tunanyanyasika sana wanyonge. Mimi nasema labda kwa wanawake tu mimi